Sisi hatuna shida na jamii ya Wakalenjin, ni marafiki zetu. Shida yetu ni Kasongo, na hatuwezi bebesha mzigo ya mtu moja jamii nzima, si ndio? Na mimi Wakalenjin walinipigia kura na niko na shukurani. Hawa Wakalenjin ni ndugu zetu, ni dada zetu. Mimi nataka tuishi nao kwa amani. Tumekubaliana, tumekubaliana. Hawa wakale ni watu wazuri, ni wangwana hata hao wanalalamika. Kasongo amechukua ma- maendeleo, amepeleka kwa Raila na watu yake hawakupigia kura. Hao Wakale wanalalamika vile kila mtu analalamika, si ndio? I want to clarify. Sisi hatuna shida na jamii ya Wakalenjin. Hata kidogo, shida yetu ni Kasongo ni mtu mmoja. Si ndio? Kasongo aende asiende. Kasongo ni one time, si one time. Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende?